Mimi Jesca Adonisi Mushaija na mme wangu Adonisi Festo Mushaija, kwa moyo wangu wote na kwa hiari yangu na mme wangu, ninakiri na kutamka mbele ya mkutano huu wa kanisa la Pentecost Tanzania kuwa ninakubali na kupokea uongozi wa kuwa mchungaji wa kanisa la Pentecost Tanzania, parishi ya Nazareth kuanzia siku ya leo tarehe 18 mwezi wa 3 2025, nitakuwa mwaminifu na mwadilifu kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nitamtumikia Mungu kwa kulifuata neno lake na kwa kuelekezwa na viongozi wa kanisa la Pentekoste Tanzania. Katika utumishi wangu, nitashirikiana na viongozi na watumishi wenzangu wa kanisa la Pentekoste Tanzania. Ninaahidi kuilinda na kuitetea katiba ya Kanisa la Pentekoste Tanzania. Ninatunza maadili, nitatunza maadili na siri za uongozi. Ninaomba Mungu anisaidie.